habari leo nataka nikuelekeze jinsi ya kusoma meseji za mpenzi wako bila yeye kujua kwa njia ya WhatsApp yaani nitakuonyesha application ya ambazo huwa zinatumika kusomea meseji ya mpenzi wako bila yeye kujua au mtu yeyote utasoma meseji zake kwa njia ya WhatsApp bila yeye kujua yaani inamaanisha utahaki utahaki akaunti yake au utadukua akaunti yake kwa kutumia hii hii hapa hebu tuende pamoja ili uweze kuhaki sasa au kudukua taarifa za mpenzi wako au mtu yeyote ni rahisi sana kitu cha kwanza utaenda bila shaka unajua kama jinsi inavyoonekana hapo kwangu hapo kisha utaifungua inatakiwa uo na bando la intaneti kama mimi hapo nishaifungua kisha utakuja ya ku seme kusechi bila shaka akutafuta unaiona ni hapo ni hapa andika maneno haya hapa tuende tuandika maneno hayo bila shaka umeona hayo maneno niliyoandika hapo andika hivi hivi kama jinsi mi nilivyoandika yaani hivi hivi usikosee neno hata mmoja ukishaandika hivyo kisha utasearch kisha utatafuta ukishatafuta kuna app nyingi tu zitakuja kama hizi ap zote nilizonyoshea hapo huwa zinatumika kusomea meseji za mpenzi wako bila yeye kujua kwa njia ya WhatsApp. hizo zote hizo sasa ili huweze app ni nzuri utaangalia ileo downloadio na watu wengi ngoja tufungua hii hapa umeiona hii mea na watu milioni kumi na zaidi kwa hiyo ngoje tufungua hii moja hii tukishaifungua kama hapa kisha utakuja utai Utaklik hapa kwenye s yani utai hiyo hapo ukisha i hapo jinsi ya kuiunganisha hii hapo ni rahisi sana kwanza application yenyewe ina maelekezo jinsi ya, ya kuunganisha alafu kitu kingine ni rahisi sana utaenda kwenye simu ya mpenzi wako yani au ya mtu yeyote ile kuna vidoti vitatu viko upande wa kulia kisha utakliki utakuonyesha wewe ngoja kwanza ni kuonyesha kwa theory kidogo utaklik hivyo vidoti kisha kuna neno limeandikwa linked device kisha utaklik click use mobile data kwa hiyo uta click hapa utatumia bando lake yani kumbuka hapa hii process hii ambayo nakwambia hapa unafanyia kwenye simu ya mpenzi wako so simu yako alafu wewe ndo utaenda kuscan QR code au QR reader kukupitia hii ap ambayo nimekuelekeza hapa nyuma utaenda kuskani kodi yake hapa kwa app hii ukisha scan taarifa zote zitakuwa zinahamia kwenye ap hii hapa app hii nitakiwa iwe kwenye simu yako alafu kwenye hii ntakiwa iwe ko simu ile ya mpenzi wako kule kwa hiyo utakuwa taarifa zote zitahamia hata akibadilisha wasapu unaweza ukaona hata wewe unaweza ukabadilisha ukabadilisha na li whatsapp yake kabisa au unaweza ukabadilisha hata zile status kawaida tu sana hata kwa nashangaa nani anabadilisha status zangu au nani anaweka status zangu kumbe umesha haki kwa hiyo kwa kuwa wewe unataka kusoma message zake nenda na lengo moja tu usifanye kitu chochote utakuwa unasoma message kimya kimya bila yeye kujua au sio leo nilikuwa na kuelekeza jinsi ya kusoma message za mpenzi wako bila ya kujua kwa njia ya WhatsApp na hii ndo application ambayo hii inatumika Application ziko nyingi sana ila hii ni mojawapu tu nimeshaifungua na inafanya kazi kwa ufanisi ila hapo chini kwenye ment nitakuwekea video ambayo nimeelekeza hatua kwa hatua na utaiangalia jinsi ya kuunganisha kabisa na kutakia siku njema